wa hadha amrun maqtuun biwuquihi, na hili jambo limehakikishwa kutokea kwake, kwamba mashetani wamepewa uwezo huo na majini wa kujibadilisha badilisha. Fa humu lthaabin allati yushahiduha linsanu fi aidi lmajadhib, hao ni nyoka ambao mtu anawaona katika mikono ya hao majadhibu wanaovuta katika mambo haya ya kishirikina. Wa kad yakunu dhalika min babi sihr, na huwa ikawa hayo ni katika upande wa uchawi wa huwa anwa, na uchawi ni sampuli mbili. Wa taallumuhu laysa bilasir, na kujifundisha uchawi si jambo zito, bal babuhu lacdam huwa alkufru billah bali mlango wake mkubwa wa uchawi ni kumkufuru Allah, wa ihanatu ma azzamahu Allah na, na kukikwaza kile kitu ambacho amekiadhimisha Allah, wewe ni kukidharau kwa ajili ya kupata huo uchawi. Min jaali mushafin fi kanifin wa nahwihi, mambo yenyewe hayo ya kumdhalilisha Allah, na kila anachokidhalilisha Allah ni kujalia mushaf fi kanifin wa nahwihi Ima kuweka msahafu kanisani au kuweka msahafu mahali pachafu. Hiyo ndiyo masharti makubwa ya mtu kupata uchawi, mpaka umkufuru Allah. Jio wale majini na mashetani watakupa uchawi huo, umkufuru Allah, udhalilishe Quran, udhalilishe mambo, kila jambo ambalo analiadhimisha Allah. Yaqulu Shekhe Alfauzan, ahadhihi lnatijat likuli ma sabaq wa hadha taaliqu lmusannifi rahimahu llah, hii ndiyo natija na faida yeyote ya yaliyotangulia, na hii ni taaliq ya musannif wa kitabu hiki rahimahu llah. Qauluhu wa waqad yakunu dhalika min babi sihri, huenda yakawa ma hayo mambo hayo ya mazinga ombwe na kudanganya, kudanganya watu ni katika upande wa uchawi. Wahuwa anwaa, uchawi ni sampuli nyingi. Fakad yakunu hadha sihran takhyiliyan, huenda ikawa haya ni uchawi ule wa kimawazo. Alladhi yusammihi nnasu alqumra al, ambao watu wanaita qumra, mazinga ombwe au kiinimacho. Fayati bilhasharati ala annahu khiraf, analeta wadudu kwamba ni khiraf, kondoo faidha nthat alqumra, adat hasharat, ukimalizika ule uchawi wake na kiini macho vile vinarudi kuwa ni vidudu vidogo vidogo, si kondoo wala simbuzi. bal babuhu ladamu huwa lkufru billah, mlango wake mkubwa wa uchawi ni kumkufuru Alla s huwa alkufru. Jambo ambalo linasahilisha uchawi ni ukafiri. Qala taala, walakinna lshayatina kafaru yuallimuna nnasa sihr, lakini mashetani wamekufuru, wanawafundisha watu uchawi, kwa sharti kubwa ya kupata uchawi ni kumkufuru Allah azza wajalla.

khadamuhu mwenye kuwatii hawa wanaotia shaka watu na kuwatia watu katika mas masala hayo ya uchawi, halafu wakaukwaza msahafu. Khadamuhu, wale mashetani watamuhudumia. wa ihanatuhu almushafa eh, na kuudhalilisha kwake msahafu. Bi an yulqiyahu fi mazbala, kwa kuutupa msahafu katika mahali pa mataka yulqihi fi husn thumma yakhdumunahu, msaafu huo au utupe katika mahali pachafu, kisha wao mashetani ndipo watamhudumia, wafanye hayo mambo anayoyataka mtu. Hivi ndivyo wanaofanya mashetani wale. Wachawi wanakufuru kwanza, ndio wanapewa uchawi huo.